Bana, siku ya jana baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, baada ya RS Berkane kuweza kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho CAF Confederation Cup kwa mara ya tatu kihistoria, kufuatana ushindi wa goli tatu goli tatu kwa moja dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa New Aman Complex. So, story ambayo sasa hivi niko nayo kuhusiana na hii moment ambayo ilikuwepo kwa upande wa star muziki kutoka hapo Bongo Diamond Platnumz, ifahamike kwamba huyu mchizi bana yupo zake eh, huko Uganda kiwanda kwa ajili ya kufanya performance ambayo performance hiyo inategemewa kufanyiwa leo. Sasa hii ni shangwe ambayo Diamond Platinum alikuwa nayo kwenye ndege baada ya kuonekana kabisa kwamba walikuwa wanafuatilia mchezo eh, kinagubaga katika eh, ndege ambayo walikuwa wapo eh, huko eh, Uganda. Sasa hapa walikuwa pamoja na eh, bodyguard wake ambaye ni Onesmo Rupia ambaye yeye inafahamika kwamba ni shabiki kindaki ndaki wa eh, Simba Sports Club, lakini hata pia Diamond Platinum way back alishakuwa ni shabiki wa Simba Sports Club lakini baada baada tu ya ya ya kuweza kuweza kuweza kuondoka Haji Manara, basi naye mwenyewe akaondoka na na kuenda sasa sasa sasa kwenye klabu ya wananchi. Sasa kipindi ambacho game inaendelea, kulikuwa kunaonekana kabisa kabisa kabisa kwamba kwamba kuna emotion fulani, feelings zilikuwa za kutosha kabisa. And of course kwa upande wa wa Diamond Platnumz yeye alionekana kuendelea kuwaponda mashabiki wa Simba, lile goli la pili ambavyo lilikuwa likiingia kama goli la kurudisha baada ya Mutare kuingia kambani na goli hilo kukataliwa. Sasa hii ndio moment ambayo Diamond

Okay, na kama unavyoona hapo ndo situation nzima ambayo ilitokea kwenye ndege na Damo Blood alionekana kuendelea kuponda na eh, Ones Moru pia pamoja na mashabiki kindaki kindaki wa Simba Sports Club ambao waliongozana pamoja na Damo Blood, basi alikuwa katika hali hiyo hapo. Tupe mtazamo wako mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani?